Hmm. Sina mahusiano. Nini kimefanya usio na mahusiano? Kwa kutokana na business zangu ambazo niko nazo kwa this time. Yeah. Mm. Sasa sio na biashara. Yeah. Mahusiano yanakuwaje ikikwaza kwenye biashara zako? Ah, kwa sababu we na take time kwamba nachukua muda mwingi sana kwenye, ku travel. Hmm. Kwamba, kwa kwenye business zangu ambazo, kwa ajili ya kukuza biashara yangu, si ndio? Okay. Eh, ndio kiasi cha kwamba kinanifanya kwamba nikae mbali na wasichana eh, ama ma mahusiano. Ndio kama hiyo, anataka kwamba unahisi wanachua nafasi yako fulani, si ndio? Ah, uh, uh, hapana. Unajua hususan sisi wa Zanzibari, mm-hmm. Unajua ah, wa wasichana wa Zanzibari, yeah, yani naweza nikasema ni tofauti na wasichana ambao ni wengine, pengine tujele kama producer ya yani, name yeah, m bara, eh yeah. Yeah, unajua Zanzibari wanataka ule muda sana wa spending na na na mpenzi wake eh, sio eh, anahitaji muda okay, mwingi wa kuspendi yani, wa kuliwaziwa ushanifahamu eh, yani decoration fulani hiyo anahitaji, so unakuta mdoli pale sometimes tunaumisi eh, una lakini unatufanya mpaka tukose. Yeah, sasa ndio chanzo cha kwanza ambacho kitakufanya kwamba tuwe mbali na mahusiano, yani hivyo hicho eh. So, watu ambao wapo katika mahusiano unawashauri nini? Uh, wazidi kukazabuti sababu unajua siwezi, so nikamwambia kwamba sio na mahusiano, kwa sababu ikiwa kama ni real man mm, yani unapaswa ni kuna vitu fulani lazima uwe navyo yeah, yeah. kama mahusiano mm. mahusiano, alafu ndo unakuja tena, ndio mnakuwa hapo kabisa ni kwamba mna get married shanifahamu eh? yeah, yeah, yeah. na mengine yanaendelea. Lini unatarajia kuwa na mahusiano? Uh, yani kwa sasa hivi kwa sababu sijatulia mm. Na wala kwa sababu kuna mambo unajua mm. Kitu chochote yani yani ukikendekeza ama ukikeka kilindo kinakuja sana unifahamu mm -hmm. Nifamu, kama wewe mhusiano kwa sababu mimi -hmm. Before nilishakuwa yeah. Nao na nilishaisha tendo ushanifahamu ndio yeah. No, kama hivyo sasa unakuta mambo mengine yani unakuta mpaka anakuja mazoea sasa mm -hmm. Eh yeah, kwamba wewe hata ukiwa single is okay. Tukio gani unalikumbuka? unasema yeah. Da hii yani hii ndio inanikata kabisa ambao ulifanyiwa Uh, unajua mimi nilishakuwa na mwanamke kwenye mahusiano muda wa miaka minne yeah. like that mm. ilikuja kutokeza issue fulani hivi yani, da yule mwanamke nadeti na natoka naye mimi, akawa nadeti na, na, na mshikaji mm. na wangu hivi so unafahamu ile? Mm. yani mpaka kuja kugundua kwenye miaka minne mwanangu yeah. ile ilinifanya kwamba nipate ni, ni, ni muda wa kukaa peke yangu ni mm -hmm. eh mm hicho -hmm. Ndio kikwazo ambacho kimenifanya mimi kwamba kuona wanawake wote mm -hmm. Kwamba ah, bila kuona ukaribu fulani sometimes inakuwa yeah. So wote yani baadhi mm -hmm. na vilevile naamini kwamba mapenzi ni hisia kwa maana yeah. Kama mtu hana hisia na wewe kwa maana mm -hmm. Anaweza kudate na mtu yoyote mm -hmm. Kwamba kwa kwa pengine yani kwa sababu kuna kupenda na kutamani pengine mm. kwa kwa ametamani kitu fulani tu mm. E, sio kukupenda unakuta okay, kwamba anaweza kafanya mambo ambayo anajisikia tu mwenyewe. Yani, kwamba uh, uligunduaje mm. kwamba jamaa na date na mpenzi wako? Niligundua uh, kwa sababu yani ilitokezea kwamba wadau wangu a wananifuata kama sio wawili sio watatu. He, na kunibokozea hivyo vitu, lakini naona tetesi zimekuwa nyingi sana mm. kwamba mm. ni mm. eh? mm. kuspai kidogo, kidogo, kidogo. Siku mm. kwa nilikuja kuchukua simu yake huyu demu hmm. wangu na mshikaji wangu sasa, nilikuja kuona kwenye real matukio ambayo wanakuwa wanatumiana kwenye message, chanifahamu na mengineyo, kama mwanamume, kwa sababu SMS nyingine ukizisoma zinakuja kihisia zaidi, nahisiana mimi Sawa, huyu ni mwanamme mwenzangu na huyu ni mwanamke yeah, yake wanake kutafuta njia nyingine, labda kufanya mm, mambo mengine ambayo yananihusu mimi. Labda swali la mwisho jamaa mlishaji Ah, jamaa ndo ushikaji mgumu, na nikiangalia mm. na nilipotoka naye na kiasi cha kwamba kwamba, nakumbuka kuna siku alishika kuniambia kwamba da, huyo demu wako mwangalie sana. Mm. Kuna mazingira fulani moja mbili tatu mm. mshanifahamu, da ana anakuwa anayafanya vile vile hivi na yeah, kwa maana atakuja kuvunja mipaka. Ngambia, yeah. usiwaze mwanangu, najua kwamba mazoea mm. yakizidi heshima inapungua. Yeah. yeah. Hmm. kwamba binti huwa kama anamsidiuze anamtamani mshikaji lakini kwamba ni mume kikubwa, nikamwambia vipi? Yeah. Usiwaze mwanangu kwa sababu mapenzi ni hisia, yeah. kwa maana mimi siwezi nikamforce yeye, yani anipende mimi, ushanifahamu, kwa sababu vingine hana hisia na mimi. Ndo kama nilivyokuambia before, mm. kwamba yani kuna kupenda na kutamani. Jamaa anasema alipiga, eh, ulipomuuliza kishikaji kwamba vipi? Yeah. Ulipiga ah, kwamba yeye kwanza before, yani kabla ya kufuata yote hayo, alikuja akanifuata akanielekeza moja mbili tatu, bwana, hivi na hivi na hivi, kwa kutokana na yule binti Uh, then kwamba mimi nikamwambia tu bwana, wewe kuna namna gani fulani yeah. kwamba kwamba yeah. yeah. hmm. <clears throat> nyingine mbili eh kwa sababu ile mtu mzima na akili zake kama nilivyokusema kuona ah. TikTok ndio hivyo. Pengine ushauri wako wote kwenye mapenzi, ushauri wangu mimi, never give up. Everything is impossible under the sun. Ushanifahamu kwamba yeah, kwa kila kitu kinawezekana chini ya jua, kwa sababu hamna kikubwa yani, yanatukuta sisi ama yanatukuta wengine, kwa sababu kama anarejea yani, ushanifahamu yeah, kwa sababu ninapoacha mimi nyayo yangu anakuja mwingine na kanyaga eh, yeah. Hey, kwa maana alafu vile vile tusiishi kwa kuiga watu mm, bali tuishi kwa kujifunza kwa kupitia watu ama na vitu vingine hey, eh, na hususa kwamba wanawake tukaa tuwe nayo be careful yani. Mhm. Mm. Pamoja sana, mwanangu. Baridi ile ile, ndakucheke eh, traveler. Yeah.